Haya, tumerejea tena na tuko katika mjadala wa siasa ee, wakati huu ambapo gumzo limekuwa ni kuhusiana na chama cha Ukombozi wa Umma, chama ambacho kili mchakato wa kukiasisi ulianza mwaka elfu mbili kumi na mbili na ukakamilika mwaka elfu mbili kumi na tatu baada ya waliokuwa chama cha NCCR Mageuzi akiwemo Hashim Rungwe Spunda kukiasisi chama hicho na tangu mwaka elfu mbili kumi na tatu, uh, kimekuwa ni chama cha pili eh, kuanzishwa hivi karibuni eh, baada ya ACT Wazalendo ambacho ndio chama cha kwanza kichanga zaidi, alafu baada ya hapo ni chama cha CHAUMMA eh, na chama hiki kimekuwa eh, kikishiriki katika masuala ya siasa Uh, mwaka, elfu mbili kumi na, mwaka elfu mbili na kumi na tano kilishiriki kwa mara ya kwanza uchaguzi mkuu, mgombea wake Hashim Rungwe Spunda akipata e, asilimia sifuri nukta tatu ya kura. Mwaka elfu mbili na ishirini e, mgombea wake huyo huyo akapata asilimia sifuri nukta mbili mbili ya kura na tangu kilipoasisiwa eh, hakijawahi kushinda kiti cha udiwani, ubunge, wala urais, lakini kwa mwaka 2024 eh, kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa katika mitaa eh, zaidi ya elfu nne vijiji elfu kumi na mbili na vitongoji zaidi ya elfu sitini na nne chenyewe kimeshinda mtaa mmoja tu ambao unapatikana kule eh, jijini Mbeya na sasa tumeona kundi kubwa la waliokuwa wanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo eh, wakitimkia chama hicho na makada wengine wakipata nafasi za juu za uongozi wa chama hicho, ikiwemo makamu wenyekiti, katibu mkuu, manaibu makatibu wakuu, na nafasi nyingine mbalimbali mbali za, za juu katika chama hicho. Sasa tutapata eh, uchambuzi hapa na tumewaalika wachambuzi waliobobea katika masuala ya siasa eh, Mzee Buberwa Kaiza tayari tuko naye studio, lakini tunamtarajia pia mwalimu Deus Kibamba e, ambaye atakapofika pia tutaungana naye katika mjadala huu. Lakini kwanza tukukumbushe mambo yalivyokuwa e, wakati huu ambapo chama hiki kikiendelea kuwa gumzo nchini. Shamra shamra na shangwe zimetawala katika ukumbi huu, huku wanachama wapya wakiwa na shauku kubwa ya kuwa wafuasi rasmi wa Chauma wakitoka katika mikoa yote ya Tanzania bara na visiwani. Miongoni mwa waliopokelewa leo ni Margaret Mlekwa aliyekuwa katibu mkuu bawacha kanda ya Nyasa, pamoja na aliyekuwa makamu mwenyekiti Chadema kanda ya Magharibi Masanja Musa. Na awali katika mkutano huo, mwenyekiti wa chama hicho Hashim Rungwe akapata wasaa wa kutoa neno: tunatamani kujenga jamii ambayo inaheshimu misingi ya demokrasia tawala bora, uwazi na uwajibikaji na inayoheshimu haki za binadamu na taifa ambalo litajenga ustawi wa watu wake wote. CHAUMMA ina malengo na madhumuni yake tangu ilipowasisiwa, na chama hiki kimeendelea kuishi katika malengo hayo. Malengo hayo ni kwa mujibu wa katiba yake ambayo ni kama ifuatavyo moja, walinda raia na kujenga taifa lenye umoja kwa maslahi ya watu wote; kuhakikisha haki na usawa kwa raia wote na kuhakikisha kuwa kila mtu ana haki mbele ya sheria. Tatu, ni kujenga taifa la ustawi kulingana na utajiri ambao Mwenyezi Mungu ametujalia katika taifa hili. Nne, ni kujenga jamii ambayo itaendeshwa kwa misingi ya demokrasia, utawala bora, uwazi na uwajibikaji, unaoheshimu haki za binadamu na wenye usawa kwa wananchi wote. Tuko tayari kupambana na yeyote, tutashiriki uchaguzi. Hilo ni jambo la pili. La kwanza tukasuke chama, la pili tukakiandae chama kwa ajili ya uchaguzi mkuu, kwa sababu tunakwenda kushiriki uchaguzi. Tutaweka wagombea kwenye kata zote mia tatu sabini na 79 za nchi hii. Tutaweka, ninawahakikishia, tutaweka wagombea, tutaweka wagombea kwenye majimbo yote. Baadhi ya wanachama wapya nao wakatoa maoni na matarajio yao baada ya kujiunga na CHAUMMA. Tukakubaliana kwa pamoja kwamba sasa tutafute platform ya kwenda kufanya siasa na tuingie kwenye uchaguzi, ili tusikimbie haya mapambano, kwa sababu bado matatizo ya wananchi yako mengi sana bado ninayo nafasi ya kupambania malalamiko yote ambayo yanaendelea kwenye nchi hii kupitia CHAUMMA. Ni CHAUMMA ni chama cha ukombozi wa umma. Naamini tunaenda kukomboa Watanzania. Naye mwenyekiti wa baraza la vyama vya siasa nchini Juma Al-Hatibu akatoa maoni yake kuhusu kinachoendelea CHAUMMA. Kwa hiyo, uamuzi waliochukua wa kwenda kujiunga na CHAUMMA ni uamuzi halali na wana haki yao ya kimsingi na kidemokrasia. Kwa hivyo, hakuna kosa, ni ukuaji wa demokrasia. Mei 30 mwaka huu CHAUMMA itaanza operesheni maalum mkoani Mwanza na baadaye kuzunguka nchi nzima kwa ajili ya kuweka wazi mikakati ya kushiriki uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba. Rebeka Mbembela, Azam News, Dar es Salaam. Haya ndivyo mambo yalivyokuwa na tuanze mjadala wetu huu hapa na Mzee Buberwa Kaiza. Tuna, tuna vyama eh, uki, ukiacha CHADEMA ambako ndio wengi wana wao wanakotoka, tuna vyama kumi na vinane e, vyenye usajili wa kudumu katika vyama hivyo, wao wamechagua chauma Unadhani kwa nini wameacha vyama vingine vyote na wakaamua kwenda chauma A, pengine <coughs> jibu lake inaweza kaa gumu kwa sababu haya e, mambo yamefanyika haraka haraka hmm. na hatujapata taarifa za kiintelijensi ya juu ya namna walivyochekecha na, na ku, kuamua kwamba waende chama gani ila kuna vigezo fulani naweza kuvitumia kuweza kuelewa kwa nini walikwenda huko. Kwa ujumla, na hii sio mara ya kwanza e, jambo hili kutokea. E, mwaka 1995 eh, Bwana Mrema akiwa naishi wakati ule alitoka Chama cha Mapinduzi akajiunga na e, NCCR Mageuzi e, na NCCR Mageuzi yeye e, kwa namna alivyosema ilikuwa hmm, ni chama ambacho angeweza kupata nguvu kazi ya kumsaidia kufanya shughuli za siasa kwa sababu vyama vingine hivyo havikuwa na nguvu kazi. Aa, lakini tunaona mwaka miaka ishirini baadaye, alivyokuja bwana Lowassa akajiunga na Chadema na vilevile, ilionekana kwamba ni chama ambayo kilikuwa tayari kina kina mtandao nchi nzima ambao angemwezesha kugombea urahisi na kufanikiwa katika eneo hilo. Kwa hiyo ukiangalia hawa waliohama, sio tofauti na bwana Mrema na bwana e, Lowassa ambao saa hizi wote ni marehemu. Hawa walikuwa ni mtu mmoja mmoja, hawa ni kundi la watu, sio sio kundi mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo unachoweza ukaona ni kwamba pengine waliangalia chama ambacho e, kina ukaribu e, kwa maana ya kiangalia jina Chaumma, Chadema, e, majina yanakaribiana inaweza kuwa moja ya sababu, lakini vile vile wanawezekana kabisa waliona kwamba chama ambacho kilikuwepo kama kama box tu eh, kama framework eh, eh, lakini eh, maeneo mengi hajajazwa. Kama wakiona tukiingia hapa pengine itakuwa rahisi wao kujaza nafasi. Na umeona juzi walivyofanya walivyoteuliwa, eh, wale viongozi, tumeona kwamba wamechukua wame, wame nafasi za juu, maana yake nafasi zilikuwa ziko wazi. Kwa hiyo unachokakiona hapa ni kwamba pengine eh, kulikuwa na chama ambacho kulikuwa kinahitaji watu na wao wakaja wakiwa wengi wakaona kile chama kiweza kuwastiri kuwapa nafasi ya kuingia na kuchukua nafasi mbalimbali za uongozi mm -mm. naweza nikasema hivi kwa sababu, kama nilivyosema, hakuna taarifa rasmi ambazo zimeandikwa kama kwa nini wamejiunga kwa mm huko -hmm. CHADEMA mm -hmm. mini CHAUMA, CHAUMA. Mm -hmm. mbali na uh, sababu hiyo ya, ya kujiunga, lakini uh, hichi kili kuhama kulitarajiwa uh, vipi pia kuhusiana na yale yaliyojiri katika mkutano maalum ambao umefanyika jana uh, Mtazamo wako ni upi, kwama kulitarajiwa? Kwa kawaida ni kwamba e, tunachokiona kwenye vyama ha kuna mabadiliko yanatokea yeah. E, mabadiliko ya kisera mm. na hii sio mara moja. historia ukisoma e, historia ya siasa za vyama vya, vya Tanzania nadhani ilikuwa 1958 e, ambapo e, mwanachama na kiongozi maarufu wa chama cha tano wakati ule hakukubaliana na msimamo wa Tano ambao alikuwa chama chake, alikuwa Bwana Mtemvu. Hakukubaliana kwa sababu Tano ilisema kwamba haitakuwa na ubaguzi itaweka wazungu, Waarabu, Wahindi wote pamoja ndani ya Tano. hmm. E, wakichukua waki madaraka ya kuongoza serikali hawatabagua mtu yoyote, lakini Bwana Mtemvu akukubaliana hilo, aliona wazungu walikuwa alikuwa wananyanyasa Wahindi, akaanzisha chama cha ANC ANC, kwa chama chake ANC na akapata watu wakakiunga mkono na kwa mpaka mfumo wa vyama vingi ulivyoondolewa mwaka elfu moja mia tisa sitini na tano, naye ndio kiti chake chama hicho kikapotea, lakini hata kama hakuwa na kiti bungeni lakini alikuwepo. Kwa hiyo tasema hapa ni kwamba mm -hmm. e, kitokea mabadiliko kwenye chama e, ya kisera mm -hmm. watu wasioridhika wakiwa wengi Ee, wanaweza kafanya maamuzi wowote, wanaweza kajiunga chama chochote, wanaweza wakaanisha chama chao peke yao. Uh, imewaa kutokea kundi kubwa kama hili likahama CHADEMA, kwa sababu tumeshuhudia hamahama ya CHADEMA kwa miaka mingi. Mwaka 2012 alipofukuzwa alikuwa naibu katibu mkuu Zito Kabwe, aliondoka na kundi la watu viongozi wenzake kina Samson Mwigamba kina Kitila Mkumbo Eh, imetokea hivyo pia miaka mitano na shirini, ya kuanzia mwaka 2016 mpaka mwaka 2020, kulikuwa na hamahama ya viongozi wa CHADEMA wakisema wanaunga mkono juhudi za aliyekuwa rais wakati huo eh, lakini katika historia chama hiki miaka 30 zaidi ya miaka 30 sasa kimekuwepo kinafanya siasa hapa nchini e, imewahi kutokea kundi kubwa e, kama hili kuhama kwa wakati mmoja? Hapana, hii ndio mara ya kwanza mm. Na sababu zake ziko bayana mm. Uh, vyama vya sasa ni taasisi ambao zinakuwa uh, na chama cha sasa kinajengwa katika msingi wa itikadi, lakini wakati mwingine ni vigumu kutathmini kwamba ni kiasi gani wanachama ambao wanajiunga na chama husika wako na commitment na mm, hiyo hiyo itikadi. Kwa hiyo wengine wajiunga, rafiki amejiunga, labda wanataka tushiriki, si uchaguzi, labda tunataka tu tufanye siasa labda nataka tujikomboe tuwe na sauti ya eneo fulani mm. Kwa hiyo katika mazingira ambayo CHADEMA imefanya kazi, unaona kabisa kwamba ni chama ambacho kimekuwa kina jitihada kubwa za kuhamasisha watu na kuzunguka nchi nzima, pengine kuliko chama chochote ambacho kiliamsha Watanzania, na kila ukipita muda fulani walikuwa na operation tofauti tofauti zinahamasisha watu watu wanajiunga na chama hicho. Mm. Kwa hiyo katika mazingira hayo CHADEMA ina watu wengi sana ambao imewahamasisha wakajiunga kwenye siasa. Mm. Kwa hiyo katika kipindi chama kinavyozidi kwenda mbele, maana yake ni kwamba e, e, watu wanaohamasisha wanaongezeka vile vile. Yeah. Sasa, wakiwa pamoja watu katika mazingira ya kawaida ni kwamba misimamo hiyo inaanza kusigana, kuachana. Mm. na e, kwa hiyo imefika muda ambao sasa hivi swala la uchaguzi imekuwa sehemu kubwa ya katika mazingira ambayo hawa viongozi na makada wa CHADEMA walikuwa wakihama chama haikuonekana kama chama kilikuwa kikiporomoka kwa kiasi kikubwa e, alipohama alipo alipoondolewa Zito Kabwe na wenzake mwaka elfu mbili kumi na mbili. E, uchaguzi uliofuata CHADEMA ilipata nguvu zaidi e, kulipokuwa na hamahama ya waliokuwa wanaunga mkono juhudi, bado CHADEMA ilisalia kama chama ambacho inatambulika kama chama kikuu cha upinzani. Ukiangalia katika hawa ambao wamehama e, alipo, hapo kulikuwa kuna mtu ambaye alikuwa naibu katibu mkuu kulikuwa kuna mtu kwa pande zote mbili Zanzibar na bara, na mzungumzia Kigela na Salum Mwalimu, kuna Devota Minja, alikuwa mwenyekiti wa kanda na viongozi wengine tu, mbona wengine walikuwa wagombea hapo, wengine ni wenye viti wa mikoa na kadhalika na kadhalika. Kundi hili sasa ambalo limehama mara hii litaathiri kiasi gani? Chama hiki kitaporomoka ama kitaimarika? Pengine pengine ni muda tu tu, swala jibu lake ile tulipe muda wa kuangalia ila kuna mambo kadhaa unaweza kuyaangalia. Sehemu kubwa ya, ya walio hama uh, ambao tunajua kwamba ni wa, angalau wana tayari tunajua ni viongozi na wanajulikana ni watu wa CHADEMA mm. E, ni, ni wale ambao walikuwa viongozi walikuwa watendaji na walikuwa viongozi walikuwa mm. kuchagula kwenye chama mm. e, na mda wao uchaguzi uliofika e, miaka mitano e, kipindi chao cha uongozi kilivyokamilika walifanya uchaguzi likuwa Januari mwaka huu tarehe na taehob kwenye mkutano mkuu, sehemu kubwa ya ambao hawakuchaguliwa e, na wengine walikuwa watendaji ya chama ngazi ya taifa e, na wenyewe hawakuwa tena ya e, wameajiliwa wameteuliwa kuendelea kufanya kazi ile, ni wali, walijiunga ambayo wamejiunga na Chauma kwa hiyo tukianzia, tunaona malalamiko yanaanzia pale na uhamasishaji unaanzia pale, lakini kama nilivyosema awali ni kwamba e, CHADEMA ina watu wengi sana mm. Na kama ina watu wengi sana ambao wamehamasisha, kwa hiyo hata wakitoka wengi unaamini kuna wengine wanaweza kaongezeka na kwa sababu hatuoni CHADEMA e, katika uongozi wale waliochaguliwa hasa mm, ngazi ya taifa ambao wanaweka pamoja chama, mwenyekiti, katibu mkuu, makamu mwenyekiti, hatuoni e, kwamba wametetereka wame, wame, wame, hatuoni kama wametengana, hatuoni kama wamestuka, tunaona wanaendelea na, na operation zao kwa mikoani. Haya yote yatuonyesha kwamba pengine hawa ni wanachama e, kama wanavyosema lakini vile vilikuwa na chama wengine wabaki ndani ya chama hicho na miundo ya chama hii inaendelea kufanya na mifumo na inavyofanya kazi. Kwa naweza kusema kwamba tuna tukawa na vyama viwili eh, eh, vya upinzani pengine vyenye nguvu. E, uh, CHAUMMA labda kama anavyo make sasa, ni mwanzo, ni vigumu kusema kwamba watafika wapi mm -hmm. Pengine na CHADEMA ambayo imeshaje consolidate imeshaje imarisha e, kwa hiyo pengine tukifika muda fulani, tukawa miaka mitatu mine, tukaona ile uimara wa wanachama na mipango, na baada ya kufanya kushiriki uchaguzi na uongozi waliopo wali, na mipango yao walionayo, na pengine hata itikadi kubadilika na kukaa pamoja kustabilize, pengine tukasema kwamba e, watu wameama na kuama kwa kumeathiri vipi e, chama ambacho wametoka, au imekuwaje wakaimarisha chama kingine na chama hiki walikotoka kebaki kwa imara. Kwa hiyo ni mambo ya kuangalia kwa hapa. Muda tuko katika mwaka wa uchaguzi vyama vingi, uh, maandalizi yalianza mapema na tangu kuanzishwa kwa CHAUMMA mwaka 2013 1 akijapata mwakilishi mfano bungeni, unaona ushawishi waliotengeneza hivi sasa uh, unatosha pia katika maandalizi uh, kuelekea uh, kugombea katika nafasi mbalimbali mbali. A, kugombea chama cha sasa kugombea uongozi e, kuchuku, wa, wa, kupata, wa, kwanza kupata watu wa kugombea uongozi, maana yake ni kwamba kuna wanachama e, ambao kwa mujibu wa sheria wanahitaji wana, wana kugombea na kuhakikisha chama hicho, lakini vile vile kuwasilisha hoja yao, ajenda yao ya, ya maendeleo, ajenda yao kisiasa, ajenda ya kiuchumi ambayo wanaweza wakaiwasilisha kwa umma, na umma ukawaunga mkono. Kwa hiyo hatua eh, ya kwanza ni kuwepo kwa wanachama, ndio hiyo tunaona wachama wamejiunga. Hatua ya pili ni ajenda ambayo hatujaijua kwa uhakika. Saa hizi nimesikia bado kuna utani utani. Mm. Watu wanazungumza habari ya ubwabwa, mambo hayo ambayo nadhani ndio e, eh, Bwana Lungu alikuwa anazungumza zungumza. Hmm. Pengine watakaa, watatafuta wataalamu, watawasaidia, watakuwa na ajenda eh, ambayo ina inakubalika ina kwa umma. E, eh, hiyo ajenda pengine eh, e, vile vile waweze kuchonga au kushapen e, eh, E, itikadi ya chama iwe ieleweke vizuri kwa watu. Kwa hiyo kama itikadi itaeleweka vizuri, ajenda ikaeleweka, na wanachama wapo, na watu wakawa na imani zaidi, maka wanaochagua si wanachama, wanaochagua ni raia kura hiyo wakiona kwamba wana imani zaidi na wakaona mabadiliko yatapatikana maisha yatakuwa bora zaidi kupitia chama hicho. Kwa hiyo swala la kwamba amechaguliwa kuchaguliwa, of course vile vile kuna swala za usimamizi wa uchaguzi wenyewe e, wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, usimamizi wake kama itasemewa kazi vizuri na uchaguzi kwa huru na haki wanaweza kupatikana, kwa sababu kama wana watu na kama nilivyosema, wana ajenda wana itikadi na wanaamini, naomba na waamini. Vinginevyo tu pengine tusubiri vile uchaguzi ufanyike pia muda wa mabadiliko kwenye chama kikuu cha upinzani kwa sababu wakati tuna, tunaanza mfumo wa vyama vingi tangu uliporejeshwa mwaka 92 na tukaanza uchaguzi wake wa kwanza mwaka 95, chama kikuu cha upinzani kilikuwa NCCR Mageuzi. Mwanzoni mwa miaka 2000 chama kikuu cha upinzani kikawa e, CUF. E, hapo katikati kuanzia mwaka 2010 mpaka sasa chama kikuu cha upinzani kimekuwa CHADEMA. Unadhani sasa rasmi mwaka huu 2025 kutakuwa na mabadiliko na tukapata chama kingine kikuu cha upinzani na je, chama hicho kitakuwa cha umma? Uh, kuna mambo mawili ya kuangalia kabla sijajibu swali lako mm. Uh, swala la kwanza pengine ni fasili, uh, Kiingereza cha fasili, ni definition. Mm. Uh, fasili ya cha chama kikuu cha upinzani, uh, sisi fasili yetu ya Tanzania no neno hilo limetoka bungeni mm. Alitoki mtaani limetoka bungeni. Kwa hiyo ukiwa na wabunge wengi e, maana yake ndio chama kikuu cha upinzani e, baada ya chama tawala. Lakini pengine huku mtaani e, hali inaweza kuwa tofauti. E, kwa hiyo hiyo iko hivyo. A, lakini swali la pili ni swali lako. Ni kwamba je, kwa maana hiyo je, e, Chauma inaweza kaa na viti vingi e, zaidi bungeni kuliko e, chama chote kingine cha upinzani baada ya chama tawala na chama tawala sasa, hatujajua ni kipi, maana uchaguzi ndio tunatarajia ufanyike e. Sasa hiyo kama nilivyosema awali inawezekana ndio e, kama watapata watu wakaunga mkono wakawachagua wabunge wengi zaidi wakapata waka kura nyingi zaidi halafu wakaonekana kwamba wa, wa, wa, wanawakilisha umma zaidi kwenye maamuzi ya kisera ndani ya bunge hilo yeah. Uh, likishindikana pengine tuna chama kingine cha ACT Wazalendo nachi tunaona kinakuja inawezekana ndio kikawa, lakini vilevile vile, inawezekana hata chama cha demokrasia na maendeleo e, pengine kikashiriki kika, ma, kika uchaguzi labda, sina uhakika alafu kika, pengine kapata vitu vingi. Sasa so, tunaona wanachama wote wanatoka chama hicho uh, waliobaki huko hatujajua ni wangapi watu wanaokiunga mkono vile vile ni wangapi. Kwa hiyo e, pengine swala hilo tu nimeliacha kwenye maeneo mawili. E, pengine wasomi pengine watusaidie kuleta fasiri ya chama kikuu cha wapinzani kwa maana ya kuwa bungeni na kuwa nje ya bunge, lakini vile vile chama kikuu cha upinzani kuwa ndani ya bunge tutaangalia wakati ule, nadhani na mm -hmm, na, na, pia ukijaribu kuangalia kama walivyozungumza kwamba wengi wao hawa ni wale ambao hawakufanikiwa kupata kura za kutosha za kuwafanya kuwa viongozi ndani ya Chadema, na ukiangalia pia kuna mwanasiasa uh, kuna jabali uh, wauzani yes, e, wa, wa juu kabisa ambao wamekuwa wakitajwa kwa sababu wengi wao wanaonekana ni wanasiasa ambao walikuwa wakimuunga mkono, namaanisha Freeman Mbowe mm, na wapo watu ambao wamekuwa wakijaribu kutabiri kwamba pengine naye yuko njiani kuelekea Chadema, kuelekea Chauma. Unaliona hilo likitokea? Bwana Mbowe mpaka sasa hivi hajasema chochote mm. Aa, anasemewa. Kwa hiyo wakati mwingine katika revo ya masuala ya u U, ukuba, u, wanasema integrity au uh -huh. Uh, unyofu inaweza kaa vigumu kusema uh, ndio, hapana, ila tu kwa kuangalia dalili uh -huh. Na matamko, kwa mfano jana e, nimeona wanasema watakuja kuhamasisha, na walivyokuwa wanazungumza huko, kwa mujibu wa taarifa kwenye mitandao ya kijamii walikuwa wanazungumza huko, walikuwa wanasema kwamba wanahamasishwa kwamba wajiunge na CHAUMA kwa sababu kundi kubwa likiongozwa na Bwana Mbowe litakuwa CHAUMA hmm. Aa, na kwa hiyo pengine e, inaweza kaa kweli atajiunga huko, lakini siasa zina mambo mengi bwana Mbowe hmm. e, e, e, kwa chama cha CHADEMA ni sehemu ya alama, ni sehemu ya alama na alama hiyo wakati mwingine atalazimika kuifuta hmm ili kuweza kuipanisha tena alama yake kwenye chama kingine, tofauti na wengine ambao walihamasika baadaye. Wengi aliwatafuta yeye e, waka, au mfumo alioweka wakawatafuta wakajiunga Chadema, chama ikakuwa e, kabla pale alikuwa haijakuwa. Kwa hiyo akitokea kahama e, akaingia Chauma e, pengine a, atakuwa na kazi kubwa sana kwanza ya kufuta alama yake ambayo ameweka kwenye Chadema alafu aanze hiyo sasa, aanze upya kupandisha alama yake kwenye Chaumma mm. Kwa hiyo si tofauti nao wengine ambao wana majina kwenye Chadema mm. ha, kina mwalimu wote hawa kina nani, huyo mama wa Morogoro hawa nani Minja ha, Gebe, Devota Minja na wengine ha, wana alama kwenye Chadema. Ni watu tu kwenye Chadema, waliitwa wakawemo, wamefika muda wakaondoka mm. Lakini mtu kama Mboe ambayo alijenga CHADEMA, ikaonekana baada ya viongozi wengine kumaliza muda wao na kuzeeka, yeye akiwa kijana akajenga chama miaka 20 na zaidi na tano akiwa mule mm, tuseme takriban miaka 30 miaka ya 30 33 maka ameanza moja vijana wa CHADEMA wakati ule haujajulikana haujakuwa na jina. Kwa hiyo tunasema hapa ni kwamba hiyo alama ambayo ameijenga pale, kuja kuifuta kwanza, alafu aanze upya, ni sio kazi ndogo, ni kazi kubwa sana. Kwa hiyo atapima mwenyewe, ataangalia na watu wanadhani na washauri wa kisiasa katika, katika mazingira kama na katika njia panda, si ndio? Maana yake, ndio maana yake. Kwa hiyo ukiangalia kwamba na, katika siasa kuna mambo ya kuangalia ni mengi sana, lakini moja hapo ni kwamba, je, anaweza ka, akasema anajiunga CHAUMMA kwa ajili ya kushiriki uchaguzi, pengine anaona ni fursa ya kushiriki uchaguzi 2025 mm. e, na ishirini na tano sasa hoja anakuwaje baada ya uchaguzi anakuwaje E, umeshinda, umeshindwa, hmm. Inakuwaje? hmm. E, unaanza una, unaeleza uma una nakuonaje? hmm. E, kwa hiyo vitu kama hivi ambayo e, kwa historia ya kisiasa vinakuwa ni gharama kubwa sana, vinakuwa vinatengeneza gharama ya maisha kuwa kubwa zaidi mm. E, kwa hiyo nadhani atapima, ataangalia, lakini kwama wasemavyo mm. kwamba alisemalo lipo hey, ninaamini inawezekana kwamba anaweza <laughs> kaaa ajipanga kwenda huko, sawa sawa. Kaiza, tunakushukuru sana. Naam, ni mchambuzi wa masuala ya siasa Buberwa Kaiza, na ndivyo ambavyo tunakamilisha hivyo kwa sasa uh, tumeshindwa kuungana na Deus Kibamba. Uh, lakini wakati mwingine tena tutakapokuwa na mijadala huenda tukapata nafasi hiyo kubwa. tumejadili kuhusiana na CHAUMMA uh, swali la kuwa uh, chama kikuu cha upinzani na hatima yake katika siasa. Tunakamilisha hivyo, endelea kufuatilia UTV.